Neno la Mungu linasema na waende kwa sheria na ushuhuda, katika Isaya sura ya 8 fungu la 20. maneno ya Mungu yanatupatia nguvu ya kwamba Mungu anawatafuta watu ambao watabidisha akili zao katika neno la Mungu dhidi ya pambano kuu la ulimwengu ambalo hivi karibuni litadhihirishwa kwa ulimwengu wote. Na hivyo ni akina nani ambao watasimama katika pambano hili? Ndipo neno la Mungu linasema wanatafutwa watu ambao wameimarisha akili zao katika neno, ambao kwa kuenenda kwa neno hawatakubali madanganyo ya mwofu ambayo anayaleta kwa ajili ya kuwalagai, yumkini hata walio wateule. Na hivyo kila mmoja anaitwa kuhakikisha anaimarisha akili yake katika neno, kwa kutembea na neno la Mungu kila anapopita kila anapokanyaga, kwa kutembea akisema imeandikwa. Na hivyo wanatafutwa wanafunzi wenye bidii wa maandiko, ambao kabla ya kufanya neno lolote ama kabla ya kuitika kwa jambo lolote watasema, je, hivi ndivyo asemavyo Bwana? Watu wa jinsi hiyo ndio wanaotafutwa katika nyakati hizi. Je, hivi ndivyo asemavyo Bwana? Sasa neno la Mungu linasemaje? Isaya nane katika fungu la 20 anasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Na hivyo Mungu anatafuta watu ambao watakwenda kwa neno, wataishi kwa neno, watatenda kwa neno Kabla ya kuitika kwa na kufanya jambo lolote, wataitika kwanza kwa kujiuliza je, hivi ndivyo asemavyo Bwana? Na hivyo Mungu anatafuta watu ambao watasimama katika neno na neno pekee, wakimwinua Yesu na kujiandaa kwa ajili ya pambano kuu linaloitia ulimwengu hivi karibuni. Ndipo jumbe wa Mungu anasema maneno haya katika kitabu hiki cha Dhiki Kuu, ukurasa wa 15 kupitia ndondoo zilizoandikwa ndani ya machapisho yake, anasema ni akina nani pekee simama imara katika pambano kuu la mwisho. Kwanza ni wale, wale simama katika eneo la Mungu ili wanaoongozwa na neno na kulishikilia neno na neno pekee katika maisha yao, ndio watahusishwa katika pambano hili na ndio wanaojipanga kulishinda pambano hili. Watashinda si kwa hekima zao, watashinda si kwa usomi wao, isipokuwa watashinda kwa neno la Mungu kwa imeandikwa. Ndipo anasema ni wale tu walioimarisha akili zao kwa kweli za Biblia ndiyo watakaoweza kusimama imara katika pambano kuu la mwisho. The Great Controversy, kurasa wa 593. Maneno haya yanaandikwa jifunze biblia yako kwa namna ambayo hujawahi kama kujifunza siku za nyuma isipokuwa unainuka kwa kufikia kiwango cha juu cha utakatifu katika maisha yako ya dini hutakuwa tayari kwa ajili ya kufunuliwa kwa bwana wetu shuhuda kwa kanisa Testimonies for the Church gombo la 5 kurasa 517 ni wale tu ambao wamekuwa wanafunzi wenye bidii wa maandiko na ambao wameipenda hiyo kweli watakaolindwa dhidi ya madanganyo yenye nguvu yatakayoteka ulimwengu wote. The Great Controversy ukurasa wa 625. Maneno hayo yanasema, tunazikaribia nyakati za dhoruba. Kila msimamo wa imani yetu utachunguzwa, na ikiwa sisi si wanafunzi kamili wa Biblia tuliothibitika tulioimarishwa na kutulia katika kweli, basi hekima ya watu mashuhuri wa ulimwengu huu itatufanya tupotee. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la tano, ukurasa wa 546. Na hivyo kila mmoja anaitwa kuimarisha akili zake katika neno la Mungu na hapo ndipo tutaweza kushinda dhidi ya madanganyo ya yule mwovu yanayo yatakayoujia ya ulimwengu hivi karibuni. Na hivyo wanatafutwa wanafunzi wenye bidii ambao watasimama imara katika neno na neno, wakidumisha akili zao katika neno la Mungu. Hao ndio watakaoshinda. Hebu walinzi wa sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ulio ukweli wa leo. Hebu na tuwaonyeshe watu mahali tulipofika katika historia ya unabii. Shuhuda wa kanisa gongo la 5 kurasa 516 haya yote ama hizi dondoo zote zinatukumbusha ya kwamba wanatafutwa watu ambao watasimama imara katika neno la Mungu wakidumisha neno la Mungu katika akili zao ili wajiweke tayari kukabiliana na pambano linalojea ulimwengu hivi karibuni. Nani atakayesimama ni mimi na wewe ikiwa tutasimama, je, akili zetu zimeimarishwa wapi? Mungu anatusii na kututia moyo ya kwamba ni sharti akili zetu ziimarishwe katika neno na neno, kabla wakati huo haujafika, ili utakapodhihirishwa kila mmoja awe na mahali sahihi pa kusimama. Si mahali popote, ni katika neno la Mungu pekee. Wale wanaodumisha akili zao kusimama katika neno la Bwana hao ndio watakaoshinda ulagai na madanganyo ya movu katika kulikabili pambano kuu linaloujia ulimwengu hivi karibuni. Mimi na wewe tutasimama. Swali ni hili: ni kwa namna gani tumejilisha na kuimarika katika neno la Mungu kukabiliana na nyakati hizi? Tenga muda wa kutafakari neno la Mungu, tenga muda wa kutafakari na kulichunguza neno la Mungu, na hapo ndipo ataweza kuzishinda hila za mwovu ibilisi Shetani na majeshi yake. Mungu akubariki, Mungu akulinde. Simama katika neno, simama katika neno na neno la Bwana pekee, na hapo utapata ushindi. Bwana akubariki.